Tumefanya shughuli ya uzinduzi wa ugawaji wa pikipiki piki pamoja na vishikwambi 152 kwa maafisa ugani wa jenga iliyo bora kwa maana ya building a better tomorrow katika, katika mkoa wa Lindi. Kama mnavyofahamu, mwaka huu serikali imeajiri maafisa ugani 500 ambao wana diploma na wengine wana degree kutoka chuo cha kilimo cha Sokoine kupitia mpango wa jenga kesho iliyo bora building a better tomorrow. Kwa hiyo katika mgao huo, mkoa wa Lindi umepata maafisa ugani hao mia moja na hamsini na mbili. Jukumu la maafisa ugani hawa ni kwenda kusimamia shughuli zote za usimamizi wa zao la korosho katika maeneo, katika vijiji na kata ambapo vinalima zao la korosho. Lakini pia kama unasikia siku ya leo pia watasimamia shughuli zingine za kilimo katika maeneo hayo kama mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Lindi ameelekeza. Na ndipo kama bodi tumekuwa tukisema kwamba mkulima mmoja one farmer four crops mkulima mmoja anakuwa na mazao manne. Kwa hiyo maafisa ugani tunawapeleka kule watakuwa na jukumu pia la kusimamia mazao mengine na shughuli zingine za kilimo katika maeneo hayo husika, lakini hususan kwa zao la korosho, maafisa kilimo hawa watasimamia shughuli za shughuli za uhuishaji wa kanzidata ya wakulima ambao zoezi wanalifanya sasa hivi, lakini pia watakwenda kusimamia shughuli ya upokeaji na usambazaji wa pembejeo, lakini pia watakwenda kusimamia katika msimu wa wazao la korosho kwa vijana hawa mia moja hamsini na mbili wamepewa pikipiki mia moja hamsini na mbili vishikwambi mia moja hamsini na mbili Pia tutapatia mafuta ya kutumia katika pikipiki zao pamoja na, na kivifurushi kwenye hizo hizo vishikwambi vyao. Lengo letu ni kwamba tusogeze huduma tutatakiwa kuzitoa kwa mkulima karibu. Lengo letu kila mkulima aweze kufikiwa na afisa ugani. Kwa hiyo vijana hawa waafanya kazi kwa kushirikiana na maafisa ugani wa halmashauri za wilaya, maafisa ugani wa vyama vikubwa vya ushirika pamoja na wataalamu wengine wa kilimo ambao katika halmashauri za wilaya katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Lindi. Na lengo letu jukumu kwa nini tumefanya tumeleta vijana hawa? Tuna lengo la kufikia tani laki saba msimu ujao 25 26 na tuna lengo la kufikia tani milioni moja ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo niombe tuendelee kuthibitisha kwamba tunaweza na kumtia nguvu Mheshimiwa Rais pale anapotoa aone matokeo chanya. Ndugu zangu, tunakwenda kupokea pikipiki kwa ajili ya korosho, lakini mimi kama mkuu wenu wa mkoa nasema tunapokea pikipiki kwa ajili ya kilimo. Twendeni tukaimarishe kilimo, mkoa wetu huu ni wa kilimo. Wananchi wetu wamejiajiri kwa kilimo. Ninaomba tukaithibitishie dunia kwamba kilimo ni uchumi, kilimo ni biashara. Waheshimiwa wakuu wa wilaya wapo, wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanasimamia kilimo. Naomba maafisa kilimo, ukikwama popote mpe taarifa mheshimiwa DC wako. Ukifika mahali ukiona mambo hayaendi hueleweki, mpe taarifa mheshimiwa DC. Mheshimiwa DC akienda akifanya mkutano utaeleweka, lakini niwahakikishie, sisi tutakwenda kusimamia. Tuna uhakika shughuli yoyote bila usimamizi haiwezi kutengamaa